Ah, karibuni kwenye channel yetu ya Kingo Farm. Leo hii nimewaletea mada nzuri kabisa, mada ambayo inaweza ikakusaidia wewe mfugaji siku moja ukatatua changamoto yako ya ufugaji na ukafurahia matunda ya ufugaji. Leo hii nimekuletea namna ambavyo unaweza ukatengeneza tiba ya asili kwa ajili ya mafua ya vifaranga kuanzia siku ile sifuri kama wamekuja labda wanapiga chafya mpaka mwezi mmoja. Hii tiba inafanya vizuri sana hata kwa kuku wakubwa inafanya vizuri, lakini ukiitumia kwa vifaranga ndio ndani ya siku mbili tatu utakuwa umeona mabadiliko makubwa. Yani ukianza siku ya kwanza, siku ya pili utaona wameanza wanabadilika, siku ya tatu unakuta wamepona kabisa yale mafua. Kuna vifaranga unaweza ukawachukua baada ya siku mbili tatu, wakaanza kupiga chafya wanakuwa kama wanakoroma. Basi ukikutana na hii hali leo hii nitakupa mchanganyo mzuri ambao ukiutumia vifaranga wako watapona, wenye hiyo siku sifuri mpaka mwezi mmoja. Unafanya kazi vizuri kabisa, unachanganya vitu vitatu tu kwa usahihi, kwa vipimo sahihi, unawapa kuku wako, unawapa au vifaranga wako na wanapona kabisa mafua Uh, hapa utaandaa vitunguu saumu vitunguu saumu anda vitunguu saumu vitano. Kila kitunguu saumu kiwe kina gramu kumi, manake unatakiwa uwe kama na gramu hamsini za vitunguu saumu. Kitunguu kile kimoja unakipima kama, unakamdhani kako kadogo, pima kitunguu ambacho kitakuwa kina gramu kumi hivyo vya gramu kumi viwe vitano, jumla viwe gramu hamsini au unaweza ukachukua, ukachukua punje zako, ukapima mpaka zifike gramu hamsini. Halafu utaandaa tangawizi utaandaa tangawizi nazo utazipima kwenye ule mzani mdogo, hakikisha ziwe zimefika hizo gramu hamsini. Alafu kitu kingine utaandaa asali, andaa asali mbichi, usichukue asali iliyochemshwa, chukua asali mbichi robo robo, yani robo lita. Ukishakuwa na hivi vitu vyako vitatu, utamenya vizuri, kwa sababu unaoenda kuwapa ni vifaranga wadogo. Hivi vitunguu saumu utavimenya vizuri, yale maganda yake, utakata vipande vidogo vidogo Utachukua na hii tangawizi utaiosha vizuri kabisa, unaimenya unakatakata vipande vidogo vidogo. Hii tangawizi kumenya sio lazima, lakini kama unaona imekaa vibaya, yale maganda yake yanaweza yasagike vizuri, basi imenye vizuri hii tangawizi za hii tangawizi. Ukishazimenya hizi tangawizi pamoja na hivi vitunguu saumu, ukavikatakata vipande vidogo vidogo, utakata vipande vidogo vidogo, utaandaa kama ni kopo lako utaandaa kopo lako, unaviweka ukisha weka, unaweka na hii asali robo, asali robo. Uh, utachanganya ule mchanganyo wako vizuri kabisa, uchanganyike vizuri kabisa, kisha utauweka kwenye blender Ukisha uweka kwenye blender ule mchanganyo utakao upatikana. Baada ya kusaga ukisha saga huo mchanganyo wote wa vitunguu saumu, wa hizo tangawizi pamoja na hiyo asali, ule mchanganyo utakao upata utaukoroga vizuri na kijiko. Ukisha ukoroga utaandaa maji ya kunywa. Maji ya kunywa, sasa utafanya hivi: utaandaa kopo lako kama hilo unaloliona hapo kwenye picha. Ah, hilo ni kopo la lita kumi ambalo lina uwezo wa kuchukua maji lita kumi. Sasa kwenye kila kopo ambalo litakuwa lina uwezo wa kuchukua hayo maji lita kumi, utaweka vijiko vile vya chakula sita Chota vijiko sita vya huu mchanganyo weka kwenye hili kopo la maji lita kumi. Ukishaweka koroga vizuri kabisa koroga vizuri kabisa alafu ukisha koroga ndio uwape kuku wako au hao vifaranga wako waweze kunywa. Ukifanya hivi kwa muda wa siku tatu utapata matokeo makubwa kabisa. Kwa hiyo, unayesumbuliwa unayesumbuliwa na hii changamoto ya mafua, jaribu kufanya hivyo, lakini unaweza ukawakinga hawa kuku haya mafua kabla ha, hawajafika hiyo hatua ya kupiga chafya. Ya kufanyaje, huu mchanganyo unaweza ukautumia mapema kabisa. Kama umepokea vifaranga wako labda leo, kesho, kesho kuto, unaweza ukawatengenezea mchanganyo mwingine ambao utaenda kuwakinga haya mafua nyuma nimezungumzia kama tayari umesha, umesha baini dalili za kupiga chafya ya kukoroma uh, vitu kama hivyo wanatoa mafua, lakini ni vizuri zaidi ukawa umewakinga. Ukitaka kuwakinga pia unatumia hivyo vitunguu saumu, tangawizi. Kuna namna ambapo utakuwa unachanganya unawapa wana, wanakunywa. Ukitaka kinga nyingi za asili, sio tu ya mafua na magonjwa mengine kuna kitabu chetu cha tiba za asili. Hiki kitabu kina tiba zote za asili za kuku, kina kinga zote za asili za kuku, kina vitamini za asili za kuku ambazo zinafanya vizuri, zinakupa matokeo mazuri. Hiki kitabu gharama yake ni shilingi elfu kumi tu. Ukilipia shilingi elfu kumi utaepuka kabisa kununua madawa ya dukani, utapunguza gharama kubwa za ufugaji, utaweza kutengeneza tiba, kinga, vitamini mbalimbali za asili kwa kutumia mimea, majani mbalimbali, vitu mbalimbali ambavyo vinapatikana kwenye mazingira ya kawaida kabisa. Hiki kitabu ni kizuri mno kwa wewe mfugaji, ningependa tuna kitabu cha safari ya ufugaji kitabu ambacho kinakuongoza wewe kuwafuga na changamoto yoyote yote kama walikuwa hawatagi watataga. Kama ni kuku wa kienyeji basi wa wanataga mayai mengi 30, 35 20, ukiwapa formula iliyopo kwenye hiki kitabu. Kama ni kuku unawaandaa kwa ajili ya nyama chotara, basi huwa wanakuwa kwa spidi kubwa sana na unaweza kuwauza kwa muda mzuri. Hiki kitabu kina miongozo mingi, kina miongozo ya chanjo, kina maelekezo yote ya ufugaji. Hiki kitabu cha safari ya ufugaji nacho gharama yake ni shilingi elfu kumi. Pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler kwa wewe mfugaji wa broiler hiki kitabu kitakufaa, ni kizuri mno kwako, kwa wewe mfugaji wa broila. Kinakupa maelekezo kuanzia siku ya kwanza mpaka unamuuza broila wako, umfugeje, umpe kitu gani, mpaka fomula ya kuwachanganyia wale broila kile kipindi ambacho unakuwa unawauza, ili kupunguza gharama. Kuna fomula nzuri, unawapa wanakuwa kwa spidi kubwa, na inapunguza gharama ya chakula. Kuna vitu vingi sana, kuna kinga za asili, kuna tiba za asili, kuna kila kitu kwenye kitabu cha broila ambazo zinawahusu broila, nacho ni shilingi elfu kumi. Pia kuna fomula ya kuwanenepesha jogoo. Una jogo wako wa kienyeji chotara, kuku wako waliodumaa. Fomula yake ni elfu tano tu, kulipia elfu tano tu unapata hii fomula kama unakuku wamedumaa wamevaa makoti wamefanyaje? Hii fomula inaenda kuwa boosti kwa muda mfupi kabisa, imesheheni vitu vya asili na vitu vya dukani, ukichanganya unapata matokeo makubwa sana. Pia kwa mafunzo mengine zaidi, unaweza kujiunga na kundi letu la WhatsApp, unalipia ada ya shilingi 5000 unapata mafunzo kwa muda wa miezi miwili. Utaona namna gani sisi ambao tunawahudumia kuku aina zote, utajifunza, utauliza maswali na utajibiwa. Tunawapenda. Kama una uhitaji wa hizi huduma, chukua namba hapo kwenye video na uweze kutupigia ili tuweze kukusaidia huduma ambayo utakuwa unaihitaji.